Ni Ben Chumba na hii ni Darubini, nami naitwa Nancy Okware, naye anayewasilisha matangazo yao kwa lugha ishara ni Susan Thuku. Rais William Ruto amewasuta wapinzani wake aliosema wanalenga kumuondoa madarakani wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 na kuwadiriki kuwasilisha sera zao kwa wananchi badala ya kuikashifu serikali yake. Akizungumza katika shule ya Ng'arachi Comprehensive katika kaunti ya Laikipia Wakati akianza ziara ya ya siku tano katika eneo la Mlima Kenya, Rais Ruto aliwashutumu wakosoaji wake kwa kukosa maono na akatoa wito kwa wakazi kupuuza siasa za migawanyiko ambazo huenda zikaathiri maendeleo. <tikana> Miezi sita tangu ziara yake ya mwisho katika eneo hili. Leo mimi nimekuja kufungua majengo haya. Rais William Ruto akiandamana na naibu rais Kithure Kindiki, mawaziri na viongozi wengine kutoka eneo hili, alianza ziara ya eneo la Mlima Kenya katika kaunti za Laikipia na Nyeri wapia Laikipia. Ni hapa katika kaunti ya Laikipia ambako rais aliwakashifu wakosoaji wa serikali.

Akizungumza katika shule ya Ng'arachi Comprehensive iliyoko katika kaunti ya Laikipia, rais aliwashutumu wapinzani wake kwa kutumia ukabila kujiendeleza kisiasa. Musikubali viongozi wa chuki na ukabila kutugawanya. Nyinyi watu wa Laikipia mulinipatia kura zenu. And together with my colleagues, we are going to deliver Kenya to the promised land under your leadership. Rais aidha alitoa wito kwa wakazi wa eneo hili kutowapa sikio wanasiasa wanaoeneza siasa za migawanyiko ambazo huenda zikaathiri ustawi wa eneo hilo. Ndio lazima mmoja atoke ndio mwingine aingie. Hii serikali inatutosha sisi wote. Sijui wewe ukai kama unabishana na rais kwani tangu siku gani? Kazi ya naibu ya rais imekuwa ya kupigana na rais? Kwani mimi ni kiongozi wa upinzani? Rais aliwahakikishia wakazi kwamba usalama utaimarishwa haswa, kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara yanayotekelezwa na majangili, akisema wamedhibitiwa kupitia operesheni ya Maliza Uhalifu inayoongozwa na wanajeshi. ukosefu wa usalama na wananchi kukosa kuishi kwao kwa sababu ya magaidi na wakora na wale matapeli, watu wanaotuharibia amani. mimi niliwahakikishia ya kwamba hiyo maneno ya ukosefu wa usalama sehemu hii tutakabiliana nayo, rais alisema. Serikali ilitumia shilingi milioni mia mbili kukarabati shule tisa katika eneo hilo ambazo zilikuwa katika hali duni. Asante. Wakati wa ziara hiyo, rais alizindua mradi wa uunganishaji umeme mashinani katika kaunti za Laikipia na Nyeri, akakagua ujenzi wa soko la kisasa mjini Nyanyuki na kuweka jiwe la msingi katika shule ya msingi ya Nyanyuki Deb. Mbali na kuzuru mradi wa nyumba za gharama nafuu mjini Nyanyuki, rais pia alikagua soko mjini Naro Moru katika kaunti ya Nyeri, miongoni mwa miradi mingine ya maendeleo. Na baada ya kuzuru kaunti za Laikipia pamoja na Nyeri, Rais William Ruto anatarajiwa hapo kesho kuzuru kaunti ya Meru na Kirinyaga. Abdi Aziz Hashim kutoka eneo la Nanyuki, kaunti ya Laikipia.